Anakoangusha kwenye mapabano tolea mfano swala la Azimio la Arusha, nia njema ya Baba wa Taifa na ubunifu wake mkubwa wa kushirikiana na waasisi wengine, hasa katika kulianzisha na kutangaza Azimio la Arusha, ilikuwa ni kusaidia na kujenga nchi maskini ili tuweze kujitegemea na tuwe huru na tuwe na misimamo yetu sisi wenyewe lakini mbele katika hilo somo tunaweza kuona sasa, kwa kuwa mwalimu hakuweza kufanya kazi peke yake, lazima kutakuwa na washika dhamana ambao ndio watekelezaji wa sera na kanuni na sheria zile ambazo zimetungwa kupitia lile azimio, ili mambo yaweze kwenda na tufikie malengo na madhumuni. Sasa utakuta wale ambao walikuwa wamewekwa kwa ajili ya kutekeleza zile sera ili kusaidia sisi wavuja jasho mfano wakulima, kulima na wafanyakazi na makundi mengine ya hali ya chini, nimepelekea sasa wakuja jasho wametugeuka, wametusaliti. Ndio maana leo hii tumefikia hapa. Kwa nini? Nilichokuwa nimejifunza, nimejifunza kwamba sisi ambao tumeona hilo limefanyika tena kwa ubaya, kwa kukandamiza na kuua vizazi vijavyo visio na uchumi thabiti, tukaweza kujitegemea, tukawa huru ifikie mahala basi, tuwe na hofu ya Mungu, tutende vile ambavyo tumekubaliana, ili mambo yaweze kwenda, tuweze kujitegemea wenyewe. Bara hili ni bara tajiri kati ya mabara yote duniani, lakini unaweza ukaona nchi ambazo ziko kwenye bara tajiri zote ni nchi maskini. Sasa hivi tunahitaji tu Afrika Kusini kwa ni nchi ambayo kidogo imepiga hatua, lakini bado huwezi ukafananisha na nchi zingine za Ulaya wakati mali ghafi zote zimetoka hapa, watu wanaenda kujinufaisha huku. Baadaye tumekuwa sasa omba omba na tunaendelea kukandamizwa. Mi nilikuwa nataka tu nitoa wito kwa wenzetu ambao sasa mmeamua kutuongoza nunguwa na kuendesha haya mapambano, ifikie mahala sasa tupaze sauti, ili dunia isikie hata hao mabeberu waone kabisa kama kuna movement tunazianzisha, salamu zianze kuwafikia mapema, ili hata lile tunalokusudia tunapotaka kulitekeleza kupitia movement zetu, basi isiyo sehemu kama ni ya mshangao ionekane, ni kwamba hao watu wamechoka kunyanyaswa na kukandamizwa. Asanteni sana.